Mtazamaji wa Wanawake Media, tumepata nafasi ya kumsikiliza mama yetu ambaye amekuwa akipitia changamoto changamoto changamoto nyingi sana kwa muda mrefu za marazi, lakini pia kubwa ya kudhulumiwa haki yake ya msingi amekosa. Wakati wa kupata haki zake za msingi amekuwa akipambania tangu mwaka 2014 lakini pia mama huyu amesumbuliwa na marazi kwa miaka kadhaa, na ameyaomba mashirika ambayo si ya kiserikali ikiwa Women Fund, Wildaf pamoja na, na Kongo ameyaomba kwa ajili ya kumsaidia mama huyu kubwa zaidi ameomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Raisi Dakta Samia Suluhu Hassan waweze kumsaidia mama huyu, waweze kupata haki zake. Lakini pia ameomba pengine kama hawatotokea kuridhishwa na matokeo yake, basi wako razi hiyo kesi ianze mwanzo ianze upya mahakamani ili tu ipatikane haki, kwani anakili kwa mdomo wake mwenyewe kwamba hii nyumba ni mali yake na sio dhuluma. Basi kama ni hivyo, wewe mtazamaji, endelea kuifuatilia Wanawake Media, kimbilio la wanawake. Sisi tunapatikana katika kurasa zote za mitandao ya kijamii. Na lengo letu ni kupaza sauti za wanawake, hasa wanawake wanyonge, wanawake ambao hawafahamu chochote. Mwanamke ambaye anakandamizwa na anaona kabisa ananyimwa haki yangu ya msingi, pengine kwa kukosa kujua sheria, lakini hili ni sie tu kama huyu wapo wanawake wengi ambao wanateseka kutokana na kuto kujua sheria na mwisho wa siku wakijikuta wakiangukia kudhulumiwa pasipo wao kufahamu. Endelea kuifuatilia Wanawake Media. Tunapatikana YouTube, Instagram pamoja na TikTok. Wanawake Media.